Siku muhimu sana kwa sababu katika historia yetu ya TFA sasa tunaingia kwenye mahusiano muhimu kwa wadau wetu, hasa wanahisa wetu e, wale wanachama wetu ambao wako zaidi ya elfu tano nchi nzima watafaidika sana na huduma hii ya off grid, lakini tunaingia kwenye historia kwa kufanya mahusiano Uh, na taasisi kongwe na muhimu yenye mtandao na teknolojia kubwa uh, inayolenga kuwafikia wadau wetu wengi walioko maeneo ambayo uh, ni ya vijijini, kwa kweli wanahitaji sana hizi huduma. Nadhani mkurugenzi, ongera sana, umefika wakati mwafaka uh, na uh, na jambo hili ni la msingi sana. Mimi ninaweza nikakuhakikishia tu ushirikiano wetu na wewe, taasisi yetu sisi, eh, pamoja na timu yangu tuko committed, eh, kuenda mbele kwa pamoja, na siku hizi tumesikia mara nyingi juu ya mambo ya smart agriculture ah, mambo ya mazingira na kilimo. Kwa sisi kama wadau wakubwa wa sekta ya kilimo eh, hii ni siku muhimu sana kwetu. Hii ni siku muhimu sana kwetu na uh, teknolojia nh kwenye kilimo ni kitu ambacho hatuwezi kufanya uh, kukiweka pembeni alafu tukajinasua kwamba sisi tuna uh, endeleza kilimo nchi hii. Zola ni kampuni ya kiteknolojia ambayo inajihusisha na teknolojia ya kilimnemba na ni kampuni ya kwanza sio kwa Tanzania tu au kwa Afrika, lakini ni kampuni ya kwanza duniani kwa kuanza kutumia akili mnemba kwenye nishati. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha upekee kweli sana huko duniani na tunafahamika kwa ajili ya hiyo na jitihada ambazo tunazozifanya za namna hiyo. Kwa hiyo kuanza kuona kwamba TFA pia na wenyewe nao wanauona umuhimu wa teknolojia wa namna hii katika kuhakikisha kwamba tunaweza tukawafikia wakulima I think hiki ni kitu ambacho ni, ni, ni, ni very, very special. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kuweza kuturahisishia hilo na kuweza kuwafikia wakulima wote Tanzania nzima kwa kupitia mgongo wa TFA na sisi kuhakikisha wakulima hawa sio wanapata ufahamu wa teknolojia tu, lakini pia wanapata, kama mkurugenzi alivyokuwa anasema huduma huduma, na ni ya yani, nishati na nishati ambayo ilikuwa safi, nishati ambayo inaweza ikawasaidia kwenye kitu chochote kile ambacho wao wanacho majumbani kwao hospitalini, mashuleni, jumuiya jum, kwa ujumla Community yote nzima uweze kufaidika na na, na jambo hili ni, ni mkataba endelevu ambao sisi tunauweka. Kwa hiyo ni endelevu, kwamba kwa maana kwa nyingine, kila mwaka tutakuwa tunakaa chini, tunatathmini maendeleo yetu, amekaaje na kuweza kutengeneza, kurekebisha na kuboresha, ili kuhakikisha kwamba kila mwaka tuna tuna nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya vitu vizuri zaidi. Kumbuka ni teknolojia kwamba kila mwaka mambo yanabadilika, kwa wakati yanavyobadilika na sisi tunahakikisha pia tuhakikishe pia na sisi tunabadilishana ndani ya TFA pamoja na Zola AI au akinimlemba sisi tunavyoitumia ni kama sehemu ya kuleta ufanisi katika kazi tunazoifanya, ufanisi katika huduma ambayo tunaitoa. Nitakupa mfano kwa leo kwa kutumiaji wetu wa AI hatuhitaji tena kwenda nyumbani kwa mteja ili tuweze kumtengenezea ule mtambo wake pale ambapo pale unapoonyesha shida, lakini ukiwa mbali kwa kutumia ile teknolojia naweza nikamhudumia ule mteja, nitapata taarifa za ule mteja, nitapata taarifa za ule mtambo nikiwa mbali, na pia kuweza kuitumia ile akili mnemba kuweza kuhakikisha kwamba namhudumia au namsaidia kwa kiwa na mbali, lakini pia vilevile yeye mwenyewe anaweza akajihakikisha kwamba anaweza akajisaidia yeye yeah, mwenyewe kwa njia ambayo ni rahisi, ambayo inamwelewesha, kwa mfano, njia ya mazungumzo yeye baada kuweza kuongea na ule mtambo wake, kuweza kuambia shida yake ambao unaupata, then mwisho wa siku ule mtambo kuweza kumjibu, kumwambia kwamba shida ni moja mbili tatu, hakikisha unabonyeza hichi, unabonyeza hichi, kwa kurahisisha na kutengeneza ufanisi. Ni kitu ambacho sisi ndo tunatumia akili mnemba kuhakikisha kwamba tunarahisisha tuna, tuna huduma ambayo tunatoa. Mimi naitwa Selina Paulo, mi ni CHW hapa Ilkepusi. Tunashirikiana na madaktari hapa kufanya huduma ya afya, na pengine tunasaidiana hata pengine watu wasiojua kukongea na kuelezea ugonjwa wao jinsi ilivyo, lakini tulikuwa tuna changamoto sana ya sola, kuwa tuna changamoto sana wagonjwa wakija usiku kama daktari hana tochi au hana simu yake imezima chaji, itakuwa ni changamoto sana kwa sababu. Tumepata sola, tunashukuru sana waliotoa msaada huu, kwa sababu sasa hivi huduma itaendelea vizuri na kila kitu, taarifa zitaenda vizuri. Tunawashukuru sana.